Sijaongea chochote hebu naomba wote kwa pamoja tuangalie clip hii yawa wasanii wenu mnawaita vioo vya jamii, na msikilize maneno yake. Kiboko kabisa jamani, ah, ah. kidogo. <laughs> Nimekuja kuzifanyia nani? kiboko kabisa jamani. Leo nimeleta sehemu zangu, kwa niaba ya kamati yetu tunapenda kuuliza swali, huyu dada nani yuko nyuma yake, na kwa masilahi gani, na kwa faida ipi ambapo mpaka sasa anashindwa kuchukuliwa hatua. Mimi ni shahidi, aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Jumanne Sagini Jumanne, ambaye sasa hivi Mheshimiwa Rais amemhamishia katika wizara ya katiba na sheria ni naibu waziri kule, alishamkamata udada na maushahidi ya kutosha, na mimi nilikuwepo kwenye kamati kulikuwa kuna video anawauza, ana wenzake, anawanadi wanacheza utupu, mwenye, mwenye mwenye wezele kubwa ama makalio makubwa, anaambiwa bei, bei. Huyu dada alishakutwa mpaka kwenye ile michezo ya chupa, wale wanakali, wanacheza wanakalia chupa, na aliwahi kukamatwa wakafunguliwa kesi wakapewa adhabu mpaka ya kudeki vituo vya polisi mwezi mzima, wakalia kaomba msamaha na watu wake. Lakini hivi karibuni niliona ni kama mheshimiwa Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, if I'm not mistaken, nafikiri aliwahi aliwai ku, kumtafuta na, I think, nadhani kumuonya hapa na pale. Lakini ni kama jini ama kama pepo linajibadilisha, leo utamuona labda kwenye ana, ana, yani sasa hivi kuna uchafu unafanywa, uvunjwaji wa maadili unafanywa kupitia kivuli cha watu, eti wanatangaza matangazo ya biashara za watu, kwa hapa wakiitwa kujitetea utasikia ho, nilikuwa natangaza biashara. Biashara gani? Mtu anaenda mpaka saluni unavua nguo tena, hizi taulo ni wanajificha hivi kwa sababu mnawarekodi wanapopiga promo mtu anashikwa sehemu za siri. Sasa anakuambia leo nimeleta sehemu zangu za siri, anachezewa hapo, anajirekodi video, wana publish kwenye mitandao. Tunataka kujua kwa nini aina ya watu kama hawa mpaka sasa hivi tunavyozungumza, wanaendelea kujichetua kwenye mitandao ya kijamii. Tunataka kujua kwa faida ya nani? Nani anampa jeuli huyu dada? tunataka kujua hilo kwa sababu, kama ukisikia ulasema unasema, sikio la kufa ndio huyu dada, sikio la kufa ni huyu. Ile mtu akiambiwa huyu ni sikio la kufa, maanake ni mtu ambaye hasikii. Tunataka kujua kama ana matatizo ya upungufu wa akili. Tunataka kuona basi hata amekamatwa amepelekwa kutibiwa huko akili na, na, na, na, ba, niseme mimi sitaki kulaumu serikali. Nataka ni laumu viongozi wa kiroho, baadhi yenu, baadhi ya maskofu, baadhi ya wachungaji. Hakuna mchungaji wala askofu ana smartphone, haya mambo mnayaona. Na kuna watumishi wengine baadhi, sisi kuna magrupu wa, tuna, kuna wakati tulikuwa tunaweka mpaka namba fake, tunaingia kwenye magrupu tunaadiwa ili kuona uchafu unaofanyika kwenye magrupu. Kuna watu wengine mpaka wamo, lakini sasa hivi watumishi wa Mungu baadhi yenu Mmeacha kazi yenu ya kukemea maovu, mko kwenye siasa, mnajichanganya pia kwenye siasa, huku maadili yanazidi kuharibika. Kuna faida gani tuwaone wachungaji wote mnaishia kwenye siasa alafu huku maadili yani huko radhi? Mchungaji ama askofu fulani unaenda jimboni eti kumsaidia mbunge, alafu wewe huwezi kusimamia nafasi yako ukakemea uovu. Nasema kama Mungu aishivyo, kuna damu za watu mtazibeba nyie. Kuna watu walitakiwa sasa hivi wao wamepona, wasio wanafanya mambo machafu katika taifa hili la Tanzania kwa msaada wenu wa kiroho. Na Biblia imeonya kuhusiana na mapato ya aibu kwa maaskofu na wachungaji. Mimi ni shahidi, kuna baadhi ya wachungaji wanaweza wakaitwa kwenye vikao na wachungaji wenzao kwa ajili ya kusovu mambo ya namna ya kusaidia jamii kuwafikia, wanakwambia hawawezi kuja kwenye vikao mpaka walipwe posho, hawawezi kuja kwenye vikao mpaka wapewe pesa. Halafu kesho tunaanza kulalamika wazungu wanatuharibia taifa la Tanzania, wageni watalii wanatuharibia taifa la Tanzania maadili machafu, wakati sisi tunayaruhusu hivi. Wachungaji na maaskofu mkia, mkirudi kwenye zamu zenu hamuoni kama mtapunguza hii adha? Mchungaji mbunge wa kuu wa, wa mikoa kwa wilaya na ngazi za juu hawana uwezo wa kukemea pepo katika ulimwengu wa roho na maadili, swala la maadili la kiroho kiroho, na waliopewa mamlaka ya kiroho ni nyie. Nyie ni mawakili wa Mungu, Biblia imeandika hivyo. Kuna wakati, kuna video tuliwahi kuvujisha tulipenyeza huko miaka ya nyuma, ilifikia hatua video. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, habari ya Sodoma na Gomora, ukifatia historia, wanaume wa Sodoma na Gomora walikuwa wanacheza kama walivyozaliwa, walikuwa utupu, wanaunda mduara, wanacheza ngoma huku wanaingiliana kinyume na maumbile. Sasa hiyo ipo inafanyika, na sisi, kuna video tuliwahi kuivujisha nyuma huko, na kuna watu wangebisha, lakini ashukuriwe Mungu walikuwa wanacheza uchafu wakiwa wamevaa jezi za Yanga. Utasema hapo sio Tanzania. Na ilikuwa kuna timu moja ilichezwa, ilikuwa ni Simba mechi, Simba mechi ya Simba na Yanga, sijui kwa lini hiyo. Ile furaha Yanga walichukua ubingwa wakavaa, mimi mambo ya mpira sijui, lakini wakavaa jezi wako kwenye ukumbi fulani, hoteli fulani, watu wanajua, watu wanaangalia mpira, wanawake kwa wanaume wanacheza kama walivyozaliwa na mafuta ya nazi wanapakwa wanawake kwenye makalio, wanaume wanacheza huko, wamevaa jezi za mpira wetu, wanapiga vigoma, wanafanya mapenzi, wanaume wananyonya wanawake, wanaingiziwa vidole, wanafa, yaani ni uchafu wa ajabu. Imefikia hatua ndani ya taifa letu la Tanzania, tumefikia hapo. Watumishi wengine wa Mungu, hamuhubiri habari za kukemea dhambi na maovu Sani ni injili za kupokea magari, pokea majumba, yanasaidia nini? Yanasaidia nini? Ikiwa Biblia inasema tusijivunie mafedha manini majumba, bali tujivunie ufalme wa Mungu. Makanisa mengi ya kiroho sasa hivi hayawasaidii watu kumjua Mungu, hayawasaidii watu kuacha dhambi, hayawasaidii watu kuwatengenezea mazingira ya kuurithi ufalme wa Mungu, bali yanawatengenezea watu kuwaamini wao kuliko Mungu. Nasema mmomonyoko wa maadili unavyozidi kutafuna taifa letu la Tanzania, asilimia kubwa ya watumishi wa Mungu, baadhi yenu mnahusika. Mnahusika vipi? Kukaa kimya. mnahusika kutokemea, mnahusika, mnahusika kutokemea dhambi. Mungu amewapa vipawa, mbona hamvitumii? Ushawahi kumuona madaktari wanatoka Muhimbili wote wanaacha kutibu wagonjwa, wanaenda labda kwenye Labda tuseme waende basi hapo Vingunguti kwenye bucha za wanapochinja machinjio. Wasimame wa, wa eh, leo tumekuja kuwa support wa wanaochinja wa ng'ombe. Eh, au wanasheria waache ku, kusimamia kesi za watu, tuwaone basi wameenda mpirani. Mbona nyinyi sasa mna, mnaacha nafasi zenu mnakimbia kwenye siasa? Eh? Mbona mnaacha? Yani leo unashangaa unaweza kumuona mb... askofu mwenye heshima zake. O, ana, ana, ana, anaomba kabisa, naomba niwepo, Mheshimiwa mbunge eh, eh, kwenye ziara yako. Siasa inakupeleka wapi? Taifa linanuka. Eh, lini mnakemea dhambi? Linanuka dhambi, maovu yamezidi, hatuoni, hatuoni kusaidia serikali nyinyi ndio watu wa kufunga na kuomba, ndio watu wa kukemea. Lini mmefanya hata mikutano ya Injili mitaani mitaani huko? mnawaambia Jamani, watu msikatike hivi ovyo, msivue nguo, mkawaambia Biblia inasemaje, mkawaelimisha wengine. Mnaogopa kusema ukweli, hamtaki, hamtaki kusema, hamtaki kuwasaidia viongozi wa serikali. He? Tunaona mnaenda mpaka kwenye mikutano He? ya rais, which is good lakini, tokeni hapo, mmuoneshe vitendo rais kwamba mnamsaidia. Mkitoka kwenye mikutano ya rais mnayoalikwa, tokeni humo, nendeni mtaani, waambieni watu waheshimu maadili, waache maadili maovu. Rais mwenyewe amepiga kelele mara nyingi kwamba watu tutunze maadili ya Tanzania. Saidieni alafu. Wengine ndio wa kwanza mnaongelea pembeni, ila mbona mkiitwa amuachi kwenda? Mkiona baasha mbona mnachukua? Kuna watu wengine rais akisikia mnavomzungumza, sijui kama mtaalikwa tena. Unafiki. Unafiki. Taifa, Mungu atawadai, Mungu atawadai. Sikia, ukisoma Biblia kitabu cha Tito, nawakumbusha na maaskofu, mnajua Tito moja, Biblia inasema, maana imempasa askofu awe mtu asiyeshtakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu. Oh my goodness. Uasi mtu wa kujipendekeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu, bali Biblia inasema, bali awe mkaribishaji, mpenda wema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake. Biblia inasema, mstari wa tisa, akilishika lile neno la imani, vile vile kama alifundishwa a, yani alivyofundishwa, apati kuweza kuwaonya watu kwa, kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga utukufu wa Mungu, wenye kupinga kweli ya Mungu. Kwa maana kuna wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana, wadanganyi na hasa wale watohara, ambao yapasa wazibwe vinywa vyao. Mstari wa kumi na moja biblia inasema, hao wanaopindua watu wa nyumba nzima, wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Lewa ni injili za pokea magari, pokea majumba. Wengine mnaitwa jamani, wanaotaka watoto. Bwana Yesu asifiwe. Kama wanataka mtoto, pita pita, wanapita rundo la mama wengine, kumbe wanatembea na waume za watu, nao unawaombea umo umo, wanaenda kupata watoto huku wanatembea na waume za watu. Nasema na Tanzania, nasema na watumishi wa Mungu wa Tanzania, baadhi yenu rudini kwenye mstari, msaidie taifa la Tanzania, msaidie serikali kwenda kwenye vikao vya vitoshi. Tunataka tuwaone mitaani, vyombo mnavyo, vyombo mnavyo. Kwa nini msiende mkafunga huko mitaani? Kwamba tunavyosema hivi, jamani, ngoma za vigodoro zimezidi, ngoma za watu zimezidi huko mitaani, watu wanacheza utupu. Si mna vijana na nyinyi? Kafungeni mwende mkapige injili, mwambie watu aache habari ya dhambi, mueleze madhara ya maadili mabaya machafu. Jamani kizazi chetu kinachokuja, kizazi chetu watoto wetu, sasa hivi tunawaandalia mazingira gani?